Huduma ni kazi ambayo muumini hufanya kupitia kipawa alichopewa na Mungu ili namba 1 niko na pointi tatu, so huduma ni kazi ambayo muumini hu, uh, muumini hupewa a hufanya kutumia vipawa ili namba wan: huduma ni kazi ambayo uh, muumini hufanya kwa kutumia vipawa walivyopewa na Mungu ili namba wan, kujenga mwili wa Kristo, kujenga mwili wa Kristo hizi hizi uh, kujenga hizi uh, Hizi huduma hizi kazi ambazo tuliweza kupewa kupitia vipawa na Mungu mwenyewe. Sababu ya kwanza ni kwamba ili tukajenge mwili wa wa Kristo, sawa sawa. Pointi ya pili ni kwamba ili tu, tukaweze kusaidiana sisi kiroho na hata kimwili So Mungu alikupatia ile huduma ambayo alikupatia ili ikusaidie wewe kimwili ama kiroho. Eh, so hizo ya tatu ni kwamba kumtukuza Mungu katika matendo yako. So Mungu alikupatia ile huduma ili ya kwamba ukaweze kumtukuza Mungu kupitia hiyo huduma yako, kupitia hiyo huduma yako. Sawa sawa. Sawa sawa. Hai, nataka tufungulie maandiko sasa. Tuanze kusoma maandiko. Nataka tufungue Waefeso, Waefeso nne kumi na moja. Waefeso nne kumi na moja. Waefeso nne kumi na moja ambuni chawazeo kumi na moja. Biblia inasema, naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu. Kumi na mbili aso Yesu hapa, kuna kazi ambazo tulipewa. Paulo anasema kwamba kuwa ali pale uh, jela Anasema kwamba muenende katika ile uh, ule mwito ulioitiwa, uenende kwa ule mwito ulioitiwa kwa unyenyekevu, kwa upole na kwa upendo. Sawa sawa, so ule mwito ambao uliitwa ni kwa ajili ya huo, uenende katika unyenyekevu, upole na Uh, upendo so, sawa sawa. Sasa nataka nipate watu watano wa kuja hapa. Mtume, mchunga, mchungaji, mwalimu na mwinjilisti wa kuja tu hapa mbele. Tuketi kwa wote. Three boys, two girls haraka haraka. So, Paulo akasema kwamba yn yani, tukapewa zile ile ni kazi huduma ni kazi. So, sawa sawa. Huduma ni kazi. So, hizi kazi walipewa ili ya kwamba wakaweze kufa... Na hizi kazi ambazo tulipewa ama watu wa Mungu walipewa, sababu ya kwanza ni wakaweze kujenga mwili wa Kristo, sababu ya pili wakaweze kusaidiana wenyewe kiroho ama kimwili, na sababu ya tatu ni kwamba wakaweze uh, kumtukuza Mungu. Sawa sawa, so hapo tuko na watu wanne kujauhii tupatie msichana huko, anakuja hapa mbele sawasawa. Msichana, haraka haraka. Sasa tuseme huyu ni mchungaji sawasawa. huyu ni nani? huyu ni mchungaji. tuko na mtume, tuko na mwinjilisti, tuko na nani? tuko na mwalimu na na nabii sawasawa, so hawa wote huyu uh, huyu nabii uh, wote hawa wanafanya kazi kupitia roho mmoja sawa sawa. So uh, huyu mwalimu anafanya kazi vizuri akishirikiana na nabii na pia kushirikiana na na, na, na mwinjilisti sawa sawa. E, okay. So hizi ni huduma ambazo tuliweza kupewa sawa sawa tuliweza kwa nini? tuliweza kupewa ili ya kwamba tukaweze kujenga mwili wa Kristo sawasawa. Tusome hapo mbele hapo, kumi na mbili kumi na mbili. Niko na Biblia hapo, pengine kama mtu anataka kusoma, mimi si mimi, lakini acha nifungue Waefeso 4:12 ile inasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu ili kazi ya Mungu itendeke sawa sawa, hata mwili wa Kristo, hata mwili wa Kristo ujengwe. Ujengwe, so hizi huduma tano ambazo tumeziangalia ni kusudi ya kwamba mwili wa Kristo uweze sawa sawa. So mwalimu akishirikana na nabii akishirikana na, na mtume na mwinjilizi kazi ya Bwana inatendeka na tutaona zaidi tunavyoendelea sawa sawa. Nataka tufungulie tufungue Wakorintho wa kwanza kumi na mbili kuanzia moja, Wakorintho wa kwanza kumi na mbili kuanzia moja mpaka ishirini na nane Hapo ndio tutakaa kidogo tukijifunza zaidi ni sisi kama zilivyowazirie huduma tukaweze uh, tukaweze kushirikiana ili ya kwamba mwili wa Kristo ukaweze kujengwa. Ni kitabu cha Korinto kwanza kuanzia 2 yeah. Basi ndugu zangu, kwa habari ya karama ya roho, sitaki mkose kufahamu. Mbili, mwa ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena zisi, kama mlivyoongozwa. tatu. Kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika roho wa Mungu kusema Yesu amelaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. nne. Basi pana tofauti za karama, bali roho ni yeye yule. basi bali pana tofauti ya karama bali roho ni yeye yule sawasawa, eh. Hapo mbele tena, pana tofauti za huduma na Bwana ni yeye yule. Tena pana tofauti ya huduma lakini Bwana ni yeye yule sawasawa, eh. Kisha pana tofauti za kutenda kazi bali Mungu ni yeye yule azitendaye. Kisha pana tofauti ya kutenda kazi, lakini Roho ni yeye yule uh-huh. lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana kufa... lakini kila mmoja mmoja anapewa ufunuo kwa kusaidiana sawa sawa kwa kusaidiana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 ya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja; vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinye, tulinyeshwa Roho mmoja.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 kuambia mkono sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu, sina haja na ni ninyi. Bali zaidi sasa, bali zaidi sana vile viungo vya mwili vi vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi vyahitajiwa zaidi, na vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile twavipa heshima zaidi na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. 24. Kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ame, ameunganisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa, ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzwe, kila kiungo na mwenziwe na kiungo kimoja kikiumia viungo vyote huumia huumia nacho na kiungo kimoja kikitukuzwa viungo vyote hufurahia pamoja nacho basi ninyi mumekuwa mwili wa Kristo na viungo kila kimoja peke yake ishirini na nane na Mungu ameweka wengine katika kanisa tulikuwa yes. so, tunaangalia so, so, tulikuwa tumeangalia kwamba amesema kwamba kuna karama na huduma sawa sawa. So huduma tumesema ni kazi sawa sawa. Tukaangalia huduma hapa, tukasema kuna walimu, kuna wainjilisti, kuna nabii, kuna mtume sawa sawa. Pia kuna karama, tukizungumzia kuhusu karama ni kama tu ni zawadi sawa sawa. Ni kama nini? Ni zawadi, eh. So uh, tusomee kuanzia hapo 5 polepole, sasa hapo hiyo, twende polepole mpaka mwisho. Eh, nasema ni cha Korinto kwanza 12 kuanzia 5. Biblia inasema tena, kuna tofauti za huduma na Bwana ni yeye yule. Kisha sita kisha pana tofauti za kutenda kazi bali Mungu ni yeye yule, azitenda kazi zote katika wote. saba. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa, kuf, kwa kuf, kufaidiana. nane. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima. Sasa hawa wanasema kwamba basi kuna mtu mmoja anapewa neno la hekima, aendelea tu n la hekima na wapili. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima. Na mwingine neno la maarifa, na mwingine apendavyo Roho yeye yule, mwingine imani katika Roho. Imani katika Roho, na mwingine na na karama za kuponya kwa sababu gani? Kwa sababu roho ni yule yule. Kuna yule ambaye anapewa roho wa uh, wa maarifa. Yule mwingine anapewa roho ya imani, lakini roho ni yeye yule. sawa sawa. So yule ambaye alipewa huduma ya kuponya pia na yule ambaye ni mwalimu pia, wanafanya kazi chini ya mtu mmoja. sawa sawa, sawa sawa, yes. Mwingine imani katika roho yeye yule. Mwingine karama za kuponya mwingine karama za kuponya mwingine, na mwingine matendo ya miujiza, mwingine anatenda miujiza na mwingine unabii, mwingine anafanya unabii sawa sawa. yeah. so hapa najua kuna wengine ni wanabii, si ndio? kuna wengine hapa wanaponya, lakini nikisema tu ukweli saa hizi kuna saa hii uh, percentage ya manabii ni kidogo sana. Wengi ni nini? Wengi ni waongo sawa sawa, si ndio? E, wengi ni waongo. Mi basi nimeonyesha kuna hii kanisa ndio jenga nyumba ya nini ile kumbata, sivyo? Unabii, unabii ni kutoa, ni kuweka weko iko mbele, si ndio? unabii yani? tunatumia unabii kama huduma lakini sasa hatuitumii venye inastahili sawa sawa. Tunaitumia lakini vibaya, sawa sawa. Sisi tuko hapa kama vijana, tuko hapa kama vijana, inafaa kutumia via huduma zetu kwa ile njia ambayo ina- inafaa inapaa, sawa sawa, eh <coughs> ina na mwingine unabii na mwingine kupambanua roho mwingine kupambanua mwingine, roho na mwingine mwingine aina za lugha mna mwingine na mwingine tafsiri za lugha ehe uh mbele -huh, lakini kazi hizi zote kuzitenda roho huyu mmoja, lakini kazi hizi zote kuzitenda roho yule mmoja, sawa sawa, so, so, so tumekuja hapa kufundishana siku ya leo na tuko hapa. Kuna walimu kuna wainjilisi kuna manabii kuna watu wenye wanaongea na lugha na kutafsiri. Sote tuko hapa siku ya leo, lakini sote tuko katika roho yuye yule yeye yule, sawa sawa. So inafaa tukafanye zile huduma kama tukua tuko tuko na, si mimi ni mwalimu niko tofauti na na nabii mimi kwanza kwa ah, mimi nahubiri sana. Kwanza a mimi, yaani mimi ni nabii naona vitu hata vile vita kachukia kuja kuja huko mbele. Kwanza, ananiambia ni mimi tuko sawa na huyu mtu ambaye anafagia chaji. Yule si muongo. Mimi ni nabii naona. Mimi ni mwinjilisi, mimi nahubiri. Huko obokeni huku, kujeni huku. Alafu, kwamba wewe tuko sawa sawa sawa na mtu ambaye. Ah, angalio. Sinetizi ipi? Mimi nabii. Naona. Una niambia mimi mimi na mwalimu tuko sawa? Tuongea ongea tu hapa, ongea ongea kule, hata amelala. Na mimi nabii, naona hata vinapita kuja baadaye. Bila. Amen. Lakini kama ni vijana, kwa jua ile huduma ambayo uko nayo si ile dini yako, ulipana tu kupewa ulifanya kupewa tu ni ulifanya tu kupewa tu kwa neema hivi, hiyo neema ya uchungaji, hiyo neema ya walimu, ulifanya tu kupewa tu hivi kidogo, ili akwamba ukaitumia hiyo huduma ambayo umepewa. Umtu kusa nani wewe, mfanya kama ni yako. Hapa nifanya nini wewe? Nani mimi? Ni mchungaji wewe, hata fungu la 10 hapa. Amen, amen. Mimi mimi ni mtu, ulifanya nini wewe? Wewe ni mwanafunzi wa shule, sana shule, mimi kwanza ni ndili yangu mimi ni mchungaji, lakini haifai ukuwa na kiburi. Lakini inafaa wewe kama kijana ama kama mtu wa Mungu, inafaa ujue ya kwamba sote tuko katika roho hiyo. E yule kwao, nikisema ukweli ni kwamba vijana wengi saa hii tumeangusha makanisa, tumefanya makanisa haiendelei mbele. Kwa sababu gani? vijana unajua kabisa sasa, nakuambia nakwambia kwamba jumapili ijayo wewe ndio utaimba, lakini kwa sababu wewe ni mwimbaji pale kanisani basi ni wewe kweli. Oh, ni nani? Ni hawa kina Moses, lakini ama wewe ainuliwe, mpaka ha mpaka anacheza tu mwenyewe, mpaka imefika Jumapili, Jumamosi pale pali kukesha

Jumapili ijayo unatuongoza tu, unajua kabisa wewe ndio mtu wa muziki hapo kanisa. Yaani kibodi, wewe ndio umetulia. Basi, watajua vijana tuko na tuko na kusubiri mpaka Jumapili asubuhi pastor. Leo pastor. ]内ette? na hapo na get pasta utajipanga so, na kama atakuwa hapo kama hayuko pia utajipanga. Umepewa tu kitu kidogo kupiga, lakini hata kama unajua ile uh, ule ufundi Mungu alikufunulia ili ya kwamba kazi yake iendelee mbele. Sawa so, sasa umejua vizuri. Sasa mtukuze Amina. Na wewe ni kijana, inafaa huduma zote ziwe ziko katika roho.

Tajua ni wewe. Sisi tu ni, we, ni wewe. Hakuna mwingine ni wewe. Sasa ukitufanyia mio kama wewe ni nabii. Kama wewe ni nabii. Sawa, unaona. Lakini sasa ukuja mbele hapa. Mimi ni leo naonyeshwa kwamba huyu na huyu wanazini. Ni nabii huyu. Kama vijana sasa tunavunja makanisa. Unajifanya unaongea na lugha. Shamba shamba shamba shamba shamba shamba. Hapo kanisani hakuna mtu ambaye ana- anatafsiri hiyo lugha yako. Kwani shamba shamba shamba shamba shamba shamba. Watu hawaelewi. Kama ni Roho wa Mungu kweli, basi kuwa na mtu ambaye ana tafsiri, si twajua ni vijana, si ndio? yeah. Eh, kujua ni vijana. Sasa huyu Mungu pia, tu tukae chini kidogo, sawa sawa, eh tukae chini kidogo wajounakakama no Mungu pia yuko chini na mkanyaga hivi, tukae chini kidogo, sawa sawa sasa ukiwa na kibubu anaongea kanisani lugha ambayo haieleweki. Anaongea kanisani lugha ambayo haieleweki. Anaongea na lugha. Na hapo mtu ambaye ana tafsiri. Wacha kujaka hapo hapo mbele ya mtu wengi. Kwa sababu ana anasumbua ibada. Kwa sababu utaongea hivyo hatujui unaongea nini. Wewe ni kijana mara waanguke, uinuke sasa mara ya mara ya mara ya mara. Mara kama sikuwa ndio hiyo pasta umzungusha kanisani. Hapo sasa wewe haielewi. Alafu ana

Tuna, tunajua kwamba wewe ndio msingi hapa, wewe ndio unajua microphone iko na battery kwa ajili, wewe ndio kuna mashine hapa atakubalishwa wewe, ni huo ndio unajua peke yako. Sasa hiyo hiyo waya ni mia, kwa sababu wewe ndio unajua. Sema hiyo basi hata ni ni mia tano hiyo waya hii, lakini <laughs> pesa hajui, na kama tia hajui ni nakupatia, alafu hiyo mia tano kuna bei hapo daga huko mpaka hapa, transport transport hiyo ni mia pia, yeah, sio hiyo ni mia sita. Hakuna pewa kwa sababu kwa mtu kufuka kama hujui sasa unakuwa ni kama tu ni mjinga. Simeenda sana na hata. Lakini pengine kama kutakuwa kuna loss utapiga simu. Soma tena hapo mbele.